Na mi nimesema katika jambo ambalo nimeliona na watu wanalalamika mm. Wanaomba kikosi cha kuzuia rushwa cha Takukuru kiingia kwenye nini kwenye mpira What? Lakini niwaambia hawa wanaoomba haya ameyafanya mapema Rais wa TFF Mheshimiwa Wallace Karia. Mi naambia wasio na wasiwasi ate kufanywa kazi, lakini Salome, ngoja niseme kitu kimoja, hey, sema kitu. Afu nami nikuulize kitu. Kuna kiumbe kiko baharini kinaitwa pweza mm. Sikiza vizuri wewe mtu wa bara. Eh, na nakuelewa. Najua pweza. Yule pweza ana sifa zaidi ya mia moja lakini mi nataka nizitaje sifa tatu, lakini kabla sijataja hizi sifa, mimi pweza ninayozungumzia hapa, kile kiumbe kiko baharini, lakini nakifananisha na JKT Tanzania. Tupe hizo sifa tatu. Sifa ya kwanza ya pweza baada ya kuishi kwenye mawe, maana yake watu wa baharini tunaita mwamba. Ukitaka kumvua lazima umchokonoe. sifa ya pili, sifa ya pweza, sifa ya pili ukimvua kabla hajapikwa umpige pige kwenye mchanga alainike. sifa ya tatu, ndio tayari sasa, baada ya kulainika anapikwa na kuliwa hao ndio JKT Tanzania, yes. first half tukamchokonoa mbona hmm. unaumia mavara Sasa. Wacha nielezee hata nusu saa, wewe si umekuja kwangu hapa, mimi imamu hapa, mimi mchungaji hapa, lakini lazima, lazima tuzungumze, lazima shiki bali. Ah, ukisoma Mathayo pale Yesu anasema mimi ndimi njia ya uzima wa kweli, anajisifia. Ukija katika Uislamu Mungu anasema kul cool, sema Allahu Ahad, Mungu mmoja, anajisifia kitu, kwa nini watu wa Simba mkituletea maiki tusijisifie kwa ubora wetu? Nyach <laughs> mlianza, Kisugu tulizungumza kuelekea huu mchezo, ka ukasema kidogo kwamba mechi na JKT sio mechi rahisi. Hebu tupe taswira yako, namna ambavyo mlianza kupokea kipigo cha goli moja, nyiye mkiwa hamjafunga lolote. Ulikuwa kwenye moja, ilitumiza sana mm. Baada ya kufungwa ile goli, wakati JKT wanashangilia, mashabiki wa Simba wote tukaleta mawazo ya fikra Je, tushawahi kuwafunga goli mbili katika uwanja huu JKT Tanzania? Tukasema bado, mawazo ya watu yakaja kwenye suruhu, sasa tutafute goli la kusawazisha, mkoona alama. Lakini wakati huo mm, mzee wangu mzee wa Aljazira wa Zanzibar, goli linaingia akanitumia messeji, akaniambia kwa, kwa placing ya Simba hii leo, tuna uhakika wa kupata goli ngapi? Mbili. Mi kuna muda unajua mi mgumu sana kwa lakini kwa lile nilivyoangalia JKT Tanzania nikaona hii leo hii. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi. Ndugu yangu basi machozi yanamtoka, basi milioni. Yes. Hali tete. Mzalamu kipindi kile naamini kama kungekuwa na mzani wa kumpima, uzito ulipungua ghafla. Hali mbaya. Ndugu yangu lete mzungu ananambia kaka, huu muda leo hizi nguo zangu nitavaaje? lakini kali, akasema nina bendera nitajifunga lakini kitu ambacho kilichotupa moyo yeah, wakati goli lile kufungwa, meneja wa Simba Pantev, kama mliangalia, alifanya kikao za dharura wachezaji wake, afu akamgongea tano. Mimi ananambia kabisa Mzalamu, hey, kisugu kazi na kwenda kufanyika Kwa Kusalome, lazima niseme, yeah, pale ambapo JKT Tanzania walipata goli kikweli, watu wa Simba li tuliumia sana, lakini tunapongeza wachezaji wetu spirit ambayo waliokuja nayo ilikuwa ni Licha ya ushindi bado, eneo la ushambuliaji linaonekana kuwa tatizo kwa Simba. Mlikosa nafasi nyingi, Eli Mpanzo, yeye na golikipa pale, anakosa nafasi. Hebu tuzungumze hapo, kwa sababu kuna timu mtakutana nazo zitakuwa na ubora zaidi wa kuwazuia mna. Yes, mna nafasi, mnapata, mnashindwa kuzitumia. Ni kweli, ni kweli tunakosa nafasi nyingi ambazo zinatengenezwa, lakini naamini kwamba meneja Pantev ameziona na ni jambo ambalo atarudi kwenye kiwanja cha mazoezi atakwenda kulifanyia kazi, lakini leo hii niwaambie tu waandishi wa habari uh, japokuwa tunaamini kwamba tunakosa magoli mengi, lakini kwenye msimamo wa ligi, si tuna magoli manane? Ndio timu ambayo iliocheza mechi chache katika ligi NBC, kuliko timu nyingine yoyote na ninaamini, kwa orodha ya ufungaji, ndio timu ya pili kwa ufungaji. Kwa hiyo bado tuna kitu kikubwa kwenye ligi NBC. Wanasema umekaa kileleni pale, na kama kuna mwanaume wakwenda kuwashusha pale awashushe. Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans ni mdogo wangu, nampenda sana mm. na nampongeza sana, anafanya kazi yake nzuri. Mimi ukinizungumzia Ali Shabani Kamwe, namwangalia kwenye picha mbili mm. picha ya kwanza namwangalia mtani wangu, maana yake kwamba ye ni Dar es Salaam Young Africans, mimi ni Simba Sports. lakini picha ya pili mi namwangalia ni familia Nendeni mkamwambia Kisugu anasema muda utaongea, muda utaongea <laughs> yes. Mara nyingi wanawambia screenshot ule msimamo mkiwa pale juu, na wanakuambia wao wakikaa kushuka inakuwa ni ngumu, na ndio maana nimesema mm. Nendeni mkamwambia Ali, muda, muda utaongea. Leo hii wanaongoza ligi NBC, mm. pointi kumi. Anayefuatia na pointi ngapi? Tisa, tisa. ambaye ni nani? Simba. Ukiangalia kwenye msimamo Yanga amecheza mechi ngapi? Mechi nne. Simba amecheza mechi ngapi? Mechi tatu. Ndio nimkamwambia Alishaba ni kama familia, muda utaongea, lakini umeona jambo kwao wale. Uh, makocha watatu waliowekwa pale ni kama wameanza kufungua booster. Goli nne kwa pira lapo moja ulishuhudia mpira la hapo jana dhidi ya KMC. Tofauti moja kati ya Dula na Abdala, majina haya watu wanabadilisha kuangalia nani ana pesa kati ya wale wale. Ina maana gani? Lakini Dula na Abdala, yeah, ndio wale. Ina maana gani? Fos, rafiki yangu anaitwa Fos. Roman Fos. Na huyu uy, uy, uy, hey, hawa na tofauti, jana limepigwa bila tope tope. Bila tope tope. Bila tope tope, umeona anasikia, kuna goli la pili, beki kaenda mwenye lasa kauacha, kaambia pakome, pita haraka. Lakini ndo goli ina Kisugu. Bila tope tope, shekhe na niliwaambia watani, mnachofanya mtakuja kulia. Mnatoka kwenye maji mnakanyaga kwenye nini, kwenye tope. Sasa nikuope siri za ndani, mi nazijua. Mwalimu kaja kuauzia mashine mbovu Mashe, ya magolkipa nyee, mnajua hilo yule mwalimu aliyekuja amekuja na mashine ya magolkipa ile kama Ulaya ukitia mbilo, jamaa wamempa hela baada ya kuaj mashine kawapiga kwenye mashine, cha kwanza dalali kawapiga mashine. Yule sio mwalimu yule, dalali. Hili ndugu yangu alisaba nikamwaje aje akataa akisema Kisugu muongo, dalali. Yes, kawadalalia mashine na mashine aliyouzia mbovu mbovu. <laughs> Mashine <laughs> mashine gani hiyo mashine ya goalkeeping? Kuna mashine za kisasa unaweza kaika mpira mpira kwa, kwa kwa yes. Nyi mnajua hilo a a, nendeni mkaseme Kisugu kasema, Kisugu <inaudible> Ngoja ngoja, Mavala, aaaa, kuna sehemu patak nataka e, kutoa mlolongo kwa, hey, Bope, Mavala, ha, kwa, kwa Mishaku, nini kadalalia hiyo mashine? Usiogope Mavala, anasema mimi kama mahakamani nakwenda mimi, mashaka yako nini? Mashine ndio mbovu kaleta. Nataka mtu wote wa Yanga akatae katika kwamba yule anasema sio kocha yule, dalali Akamuombe akamuombe radhi zaka za kazi, sehemu ya zaka za kazi, kutoa machozi, huwezi kufanikiwa katika maisha. Hiyo ndio shida. Zaka za kazi alilia kwa sababu ya Dube. Zaka za kazi alilia si kwa sababu Dube ameondoka. Kilichomliza namna ambavyo Azamu alivyokwenda kumlea Dube na alivyokwenda kuwadhalilisha Laana inatembea, ili wallahi, inaaba mbele ya Mwenyezi Mungu. Dube afanye vizuri, ende akamwombe msamaha zaka za kazi. Haja mroga isipokuwa, amesikitika na kumia katika nafsi kwa namna ambavyo walivyomfadhili na namna ambavyo alivyokuja kuwadhalilisha. Walishapelekwa mpaka kwenye maombi, kwenye maombi hawakuona hilo, hawakuvunja hiyo laana Eh. <gibu> na, makajana si kila ambaye unaokwenda kumwombea maombe yale Mungu anayakubali mm. Kila mmoja ana nafasi yake ya kuomba lakini Mungu ana nafasi ya kufanya maamuzi nani akubali nani akakataa ombe la mchungaji, mchungaji. Kipindi kile imekataliwa. Hakuna kipindi cha mpito, shaka ndiyo biashara imeisha, nasema eh. Hivi, yawezekana Budo alipitia huko yawezekana Mtare alipitia huko, wakaomba maombi yao yakakubaliwa. <laughs> ila ya dube <Ilayanupe. laughs> zakazakazi zaka zaka kunja roho eh. waende eh. waende eh. waende eh. kwa zakazakazi zaka yaani zaka zaka. Kumkubali namkubali kwa sababu binadamu ameumbwa na, na Mungu siwezi kumtenga, lazima nimkubali. Unakumbuka <laughs> kipindi iko Azam alikuwa kila akikutana na Simba hmm. lazima watusuwe, wenda ndo maombi yenu mabaya, pia mnamkwamisha Dube yeah. Mi nafikiri dube alikuwa kwenye timu sahihi ya Azam football club, alikuwa anapata huduma ambazo zile, ambazo nostahili kufanyaje? kupata kupungua kwa kiwango chake dube, ukiachia zaka za kazi, amekuja kwenye timu ambayo ina facilities zote za kwenye football. Kule alikuwa anafunga, kwa sababu alikwenda kwenye timu ambayo imetumia, ina facilities zote kwenye football. Hata kama unaita mashine mbovu, unategemea wachezaji na nani? We vipi bana, mavara vikawe kisogo, tumzungumzie eh, simba mweusi Jonathan Soa aliingia kambani siku ya Jumamosi, anaendelea kuonesha kwamba ni nini Simba mlikiona kwa upande wake. Hebu tuambie na ile goli lake ambayo alifunga, tuzungumzia mwaka jana, ndo mchezaji ambaye alicheza mechi chache alifunga goli nyingi mwaka jana, mechi chache, goli nyingi, na kumleta Simba mwaka huu. Hatukumleta kwa bahati mbaya, tumeona uwezo wake na tumemleta kwenye Simba na kuna watu walisema Jonathan Soa akifunga goli tatu tu, watafute leo hii, Jonathan Soa na goli mbili kwenye mechi tatu. Na ukienda katika kitaalamu kwenye football, amefunga goli mbili, ameassist ngapi? Moja. Mi naamini hmm. Wekeni clip. Jonathan Soa anakwenda kuwa mfungaji bora kwenye ligi ya NBC. Jonathan Soa anakwenda kuwa mfungaji bora kwenye ligi ya NBC. Uh, kwenye eneo lenu la kiungo imeonekana wanafunga sana mpaka ilifikia tu, Ahmed Ali anasema kwamba viungo, uh, wenu eneo la ulinzi pale wanafunga sana kuliko washambuliaji wao. At... nangu kaingia kambani katika eneo ambalo Simba bado hatuko sawasawa kwenda kufunga ni goalkeeper peke yake ah, hey, lakini ah, maeneo ya mabeki wamefunga wamefunga, mm, wamefunga, wamefunga. sasa hivi tunachosubiri Yakubu Suleiman naye afunge. kwenye kona ataenda atapiga kichwa na atafunga. au Kamara yes, anakwenda Kamara apiga kichwa au mm, Abeli mm, anapiga kichwa. Nukilicho lakini lazima niseme. Mm. Mm. Timu yetu ina mabadiliko makubwa sana mi, naamini tunatamani sana kuona namna ambavyo Simba inakwenda kuwa mabingwa wa ligi Confidence. Kwa Wanasimba wengi tunaamini kwamba tutakuwa mabingwa, lakini lazima tuamini kwamba ligi bado kikubwa, tuendeleze kwenye dua na sara, tuendelee kuwapa support wachezaji wetu, aina ya kikosi tulichokuwa nacho, aina management ya ambayo ilio iliokuwepo namna ambavyo walivyojitoa wadau wa Simba, inshallah mwaka huu tunakwenda kwa, mabingu, Ishala, mwaka tunakwenda kwa, tunakwenda kwa mabingu, Mwanga yes mmemaliza, so, yes, lakini mimi nahitaji kusema ula, ula, ula, ula. Leo, leo, leo, leo ni tarehe kumi, sawa ula. Leo ni tarehe kumi tumebakiza siku kumi na mbili katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mm, mi naamini mmoja katika klabu ambayo iko kwenye kundi gumu ni Simba Sports. Ni waombe sana wana simba katika muda ambao mwanasimba anatakiwa ajitoe kwa jasho na damu ni muda huu wa siku kumi na mbili kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Angola ili kuona namna ambavyo simba anakwenda kwenye maisha yake ya klabu bingwa barani Afrika na kufanya vizuri kufika robo fainali. Tunahitaji wana wanasimba mbaya zaidi. Waandishi wa habari, tumieni vyombo vyenu vya habari kwenda kuambia wana wanasimba katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika wasiishi na over confidence. Hakuna kujiamini sana. Tutakuja kukimbizana na wana Simba, tutarudi tulikotoka, tutatafutana mawe kwa mawe, wenyewe kwa wenyewe, kama kipindi kile achotafutwa ndugu yangu Ahmed Ally na mimi leo, walete kumbukumbu kumbu ya udisongo iliyotokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tulizalau, tulikuwa na over confidence. wana Simba, nazi zipo, mbuzi wapo, ng'ombe wapo kondoo wapo kukiwausa sasa hivi wengi mbagara Aa, tusimame kwenye dua na sala tuchinje damu za wanyama wa, sadaka, Aa, hili kwa kutoa sadaka ili kuhakikisha kwamba ndio potelea ya afe beki, beki. Ayo, ya mbali ya kwa kwako nzuri tembea nayo <tutu> Kwanza mi naongea na Wanasimba, mavara usaako kunitibua nyinyi. Mmenipa nafasi mi niongea na nani? Na Wanasimba we, kinachokuumiza no. no. nini? Kwani ah, kuchinja dhambi saba kaitaki kutolewa? Nenda kasome kisa cha nabii nabii nanii alivyokwenda nabii nanii kuchinja wanawe Sawa eh. Kuna muda mwanadamu ili ufanikiwe unataka utoe nini sadaka? kwani ukimchukua mbuzi ukichinja ukiambia watoto maskini, njoni tuchome tule, kesi ndio muachinjie wa Angola, tunachinja tuna eh. na dua tunaomba, ili kuhakikisha kwamba ngola anafanyaje? Sasa kama nyinyi mnachinja Kisugu na wenzenu ambao wanaenda Guantanamo Bay, umesikia? Kwa peke yenu, kwa Yanga. Katika jambo ambalo miressama mawapongeza si sana kwenda Zanzibar sasa hivi wame. wale wamejeka andengereko na Wazaramo yeah. Ni zamu kubwa kuwafundisha watoto kuto kuingia kwenye chumba cha baba yeah. Wameona kabisa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika Simba ni baba kwa sababu mnaanza nyinyi wanakuja wao. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> Wow. Yeah. Ndio vina mzuru dube afungi hey, na hey, wena, mavara hmm. Ukiwa umekaa na bibi yako vizuri, au ya babu yako vizuri, anakupa hata namna ya kutembea barabarani na anakupa namna ya kumtambua adu, adui yako